Zifanya mwenyewe lakini Yesu alikuwa amejua, alikuwa tayari amegundua ya kwamba hapa kuna mtu amenisaliti tayari. Wale watu walibaki kulizana ni nani ambaye atakayefanya hilo, lakini Yesu alikuwa tayari amejua ni nani. Bwana Yesu asifiwe. Hizo ndizo ishara ambazo zinafanyika hata leo, mtu akitaka kukuumiza huwa ni mtu wa karibu na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaumizwa lakini mumeza ilikuwa ni maandiko ya tiini haleluya, mm-hmm. lakini nataka nikwambie, alipomaliza kuwaongelesha haya maneno, akawambia leo ninakula gano na nyinyi, leo hii munayokula si asisi damu hii munayokula ni damu ya ukombozi ambayo ndiyo takayomwagika siku ya leo, ambayo ndiyo takayomwagika kuwakomaa kutoka ndani ya mateso. Basi akasema leo hilo ndilo agano jipya. Na wanafunzi wakanywa. Sema amen.